Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bandari, maboresho ya bandari zetu za Tanzania na ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye uendeshaji wa baadhi ya gati imewezesha kupunguza wastani wa muda wa meli kusubiri nangani umepungua kutoka siku 46 hadi siku saba. Muda wa meli muda wa meli za makasha kusubiri nangani umepungua kutoka siku tano umepungua kutoka siku tano na sasa huingia moja kwa moja gatini pindi zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Idadi ya makasha inayohudumiwa imeongezeka kwa asilimia 35 toka makasha laki moja hamsini na tisa elfu mia nane themanini na saba hadi makasha laki mbili kumi na tano elfu mia mbili themanini na sita na jumla ya uzito wa shehena iliyohudumiwa imeongezeka kwa asilimia 14 toka shehena tani milioni 14,424 hadi tani milioni 16,870. Mheshimiwa Spika, uwekezaji uliofanywa umeongeza makusanyo ya mapato ya serikali hususan yale yanayotokana na kodi toka wastani wa shilingi bilioni mia nane na hamsini kwa mwezi kwa mwaka ishirini na tatu ishirini na nne hadi shilingi trilioni moja kwa mwezi mwaka ishirini na nne ishirini na tano na umepunguza matumizi. Umepunguza matumizi kwa shirika la bandari kwa mwezi kutoka wastani wa shilingi bilioni 262 153 kati ya mwezi Mei 23 na Machi 24 hadi shilingi bilioni bilioni 169, imetoka bilioni 262 hadi bilioni 166 bilioni 323 kati ya mwezi Mei 24 hadi Machi pia tunaendelea kufanya maboresho uh, katika bandari zetu za Mtwara na Tanga. Mweshimuwa Spika, uboreshaji wa bandari ya Mtwara uliohusisha ujenzi wa gati uzio, na barabara inayounganisha gati jipya na maeneo mengine katika bandari umekamilika. Hatua hiyo imesaidia wananchi wa Mtwara na maeneo ya jirani kuongeza biashara na uwekezaji, pamoja kuharakisha usafirishaji wa mizigo kwa gharama nafuu hususan mazao ya korosho ufuta na makaa ya mawe.